Shirika la ujasusi la Israeli limeripotiwa kushambuliwa na makombora ya Iran. Tukio hilo limezua taharuki kubwa ndani ya taifa hilo ambalo kwa muda mrefu limejivunia uwezo wa kitelijensia na kinga ya hali ya juu dhidi ya adui yoyote wa nje. Kwa mujibu wa vyanzo vya kimataifa vya usalama, mashambulizi hayo yamesababisha uharibifu mkubwa kwenye miundombinu ya kiufundi ya jengo hilo. Hali inayodaiwa kuathiri mfumo wa mawasiliano ya anga ambao ni uti, ni uti wa mgongo wa operation za Mossad. Tukio hilo limeelezwa kuwa sehemu ya mpango mpana uliopewa baraka na kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Al-Khomeini, wa kuondoa uwezo wa Israeli kujilinda kupitia njia, njia zake za kiteknolojia. Wataalamu wa usalama wakizungumza na CNN wameeleza kuwa huenda Iran iko hatua chache za kufanikiwa operesheni yake ya kijeshi ya anga itakayo itakayoweza kuingia kwenye taifa la Israeli bila kukumbana na upinzani mkubwa. Kinachoshtua zaidi ni kuwa tangu mashambulizi ya mwanzo kuanzishwa na Irani, kumekuwa mfululizo wa makombora yanayotua kwenye u kwenye maeneo tofauti tofauti ya Israeli kila siku bila kupumzika. Jeshi la Irani limeonekana likiwa na dhamira ya, ya kuhakikisha kuwa hakuna nafasi ya Israeli kujipanga au kurejesha mifumo yake ya ulinzi. Asante dumtazamaji ma, wa Razam Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na comment. Aliyoandalia makala haya ni Miraza Mustafa Arkanjaui asante, bye. bye.